Dada Amina, karibu. Asante wewe. Umetufahamia Facebook? Ndio. Mm -hmm. Kwa unafanya nini nyumbani? Mimi nilikuwa nafanya biashara, nilifanya mm -hmm. kazi za ndani, baadaye nikajitegemea maisha yangu mm -hmm. nikawa nafanya biashara mm -hmm. lakini baadaye mambo yakawa sio mazuri sana mm -hmm. nikashuka fanya mm -hmm. biashara sababu, mm -hmm. nilikaa muda mrefu nyumbani nyumbani kwa nani? E, kwa nikuwa na, kwa wazazi ndio. Kipindi gani sasa uliolewa, kabla hujafanya biashara au mm -hmm? baada ya biashara ndio ndo ukaolewa? E, baada ya yes, kumaliza kazi za ndani. Kazi za ndani e, nilifanya kazi za ndani. Kazi za ndani kwa muda gani? miaka mitatu. E. mm -hmm. baada ya hapo ndio ukakutana na mwanaume ukaolewa? mm -hmm. Baada ya hapo nikajitegemea, nikawa nafanya maisha yangu mwenyewe. kabla hujaolewa? ka nafanya fanya biashara, ndo nikakutana na huyo bwana, mkasogea tuishi, ndo hivyo ndio maisha maisha ishi. Baada ya kupata ujauzito uzito nikajifungua nikawa na mtoto, lakini bahati mbaya mtoto alifariki. Mhm. Mm uh -huh. Ndio nikabidi tena nikarudi nyumbani. Nikakaa kwa muda mrefu kwa nilikuwa nisifanye kitu chochote. Mhm. Mm. Baadaye sasa nikasema tena nianze kufanya biashara kisa msingi ukawa mdogo sana. Kila kitu ambacho mimi nataka kufanya kinakuwa ni kigumu. Ni kigumu? Eh, yani inakuwa ni ngumu sababu mtaji mm -hmm. e, nilionao ni mdogo. Mm -hmm. Na kitu ambacho ninataka kufanya mm -hmm. inakuwa ni tofauti. Mhm. Mm. E, wakati unakutana na yule bwana ulikuwa unafanya biashara gani? Biashara ya nguo, ya nguo e. Nguo gani? Ikuwa na duka uliza kacha vitenge, kanga, batiki. Ulikuwa una duka, ulikuwa unatembeza, ulikuwa unakopesha na mm -hmm. e. Kisehemu kama kiduka chef tuka tuna, eh ni e. kama machinga mm -hmm. e. tuka tuna Mm -hmm. Baada ya hapo ha, wakati huo nataka kujua status, mm -hmm. ya biashara, wakati huo biashara ilikuwa inaendaje? Vizuri. vizuri kabisa. Ndiyo. Kwa hiyo nini kilitokea, hiyo biashara haikwenda tena vizuri? ah. Eh, ndio hivyo, ndio ufunguke vizuri <laughs> eh, mtihani eh ndio, mm huo -hmm. mtihani, tunajifunza kutokana na makosa. Nini kilitokea? Ni eh. ah, kilichotokea mm tuseme kuna mtu ambaye alitaka nifanye kazi kwake. Mm -hmm. Kivipi ba? Sasa wewe una biashara. Nina biashara yangu ndio, lakini nina uwezo wa kuendesha vitu viwili kwa wakati mmoja. Kama nini? mshika mawili moja na mponyoka. Ehe, ni kweli. Kama ipi? ni kweli, pale kwenye kile kiji chef changu ambacho nilikuwa nauzia mimi, mm -hmm. nikamweka mtu kwa ajili ya kukusaidia, au kwa ajili ya kunisaidia, alafu mimi nikaenda kule likusudi kwamba kile ninachokipata azie nina. Kwa hiyo huko ulikwenda ni kwenye kazi gani? yeah. Duka biashara ni ile ile moja. Hivyo hivyo ni vitenge nini? Lakini ukaenda kwenye duka la mtu afu duka lako ukamkabidhi mtu mwingine. okay. well, mmoja ah, Mm -hmm. kitu ambacho nikosa, na sidhani kama inawezekana ikatokea tena, sababu ameshajifunza mm -hmm. mm -hmm. kwa hiyo yule mtu alikula hela ah, mapenzi na kazi, sababu unazunguka zunguka, ndio hivyo. Kwa hiyo sasa, hapo ndo mambo yalianza kubadilika, kwa sababu mapenzi na kazi. Tuambie vizuri kwenye mapenzi na kazi, yani oh, ulikosea ya wapi? <laughs> eh maana yaani tunatakiwa kujifunza mapenzi na kazi itoasema yani, yeah. Mm. mtu mtu tu hivyo vitu mbona ni vya kawaida? Ndio uh -huh. duka lake ulihamia dukani kwake, au hilo duka ambalo umesema yani, ulimpa mtu ndio la huyo uyo, hapo ni kwako mwenyewe alafu yeye sasa, yes, ndio akakwambia njoo akakuambia njoo dukani kwangu yani, ambaye ni connect pale. Alikuwa ni mzazi wake mhm, wake, ila dukani la kwake baadaye, baadaye. Kwa hiyo wakati unaunganishwa pale, ulikuwa huna mahusiano na huyo kijana? Hapana. mm, kwa hiyo uliunganishwa kama mfanyakazi, mhm, mm, ulienda kama mfanya kazi kabisa, ila ulivyofika, ndio mahusiano yakazaliwa. Umefanya kazi kwa muda fulani, ndo mahusiano yameanza me, ya e, <laughs> na bosi <Sindiyo? laughs> mahusiano okay. na bosi ndio okay. mahusiano okay. na bosi Mm -hmm. Sasa ukawa ni mama, yaani ukawa sasa kama na wee ndio bosi tena. mm -hmm. Yes, so ukisha kuwa na bosi wee, si ndio bosi eh? Sasa Ndio. shida Salabu. ikawa wapi? maana Yu... sasa ni kama mmekuwa na maduka mawili. mm -hmm. kusimamia biashara yule mwanaume ndio, mm -hmm. Hawezi kusimamia biashara na wala kitu chochote kile, hawezi kusimamia mpaka leo hii hawezi. mm -hmm. uh -huh. Ndio maana sasa wewe ukaenda o pale mime kumsaidia, ndio. mm -hmm. Mimi nilikuwa nasimamia pale duka vizuri, ila ukimocha tu hata, mm -hmm. hata sali moja dakika ngapi nakuta kuna shoti nini, mambo yakawa ni mengi kwa yeye, akawa hakai dukani. Hata kama akikaa dukani, mtu mm -hmm. ambaye anasimamia mm -hmm. ni mimi. mm -hmm. Kwa mwisho wa siku, sasa mimi nilivyokuwa mja mzito mm -hmm. nikaribia kujifungua, nikaachana nabali za dukani dukani kule za kwake huku uh -huh. za kwangu mm. na penye pia kamwachia mtu. Hapana? Mm. kamwachia mtu sasa, tunajua tena kuna ile, unajua situko pamoja mm. hata unaweza ukachangia kitu fulani, ukachangia kiasi fulani, unajua ni watu ambao tuko pamoja nikajitahidi mpaka duka likakua, kutoka kwenye duka lilikuwa ni la milioni kumi na tano. Lipi sasa ilo ilo la, la kwake kwa uh -huh. Uh -huh. mpaka mi naondoka lilikuwa ni duka ambalo lina zaidi ya milioni thelathini, milioni thelathini imedabu. Nikaondoka nikaenda nyumbani kwa uh -huh. nika nika ajili ya kujifungua, nikaa huko majifungua, tuka tunakaa pamoja lakini yeye anaenda kazini ni yeah, uh -huh. Pale dukani nilimwacha dada yangu, kabla sijaondoka nikawa nimeshamfundisha namna, kwa sababu naye alikuwa na experience na biashara. nikawa nimeshamuelekeza uh -huh. Namna zote za kufanya kuendesha ofisi na nini uh -huh. nikamwachia pale. Baada ya kumwachia mimi nikaenda zangu kujifungua. Kwa sasa mi nilipokuwa kule nyumbani uh -huh. ye akija huku, kwa sababu hawezi kusimamia kitu chochote uh -huh. anachokifanya anachukua pesa na harudishi vitu dukani, labda kama kwa, pesa inda kaime anachukua hela kareti msigo, afanye nini hapo. Akawa ni mtu ambaye tena hajali kusoma biashara, akawa ni mtu wa starehe, ni kwa pesa zikajikuta sasa zinaisha, madeni nini mm. mpaka kisha siku duka lika mm. Kaisha. Kaisha. Hilo duka alifunguliwa na, na nani? Kwa sababu we kama umeenda ukalikuta la thamani ya milioni kumi na tano kwa lazima yeah, kama okay, wazazi mm, walimfungulia duka okay. Lakini yeye mwenyewe ana ile, hata akipewa kitu hana uwezo wa kukisimamia duka. Ikabidi mama yake amnyang'anye mm, um, ile duka, lakini likiwa limeshafungua akamlipia baadhi ya madeni ambayo alikuwa akidaiwa ile duka, sababu tulikuwa tuna mtoto, ile duka likawa chini ya mtoto sasa ni kujifungua pale wakafosi niende nikakae kule ukweni, ndio wakafosije. Sasa ni, yeah, ni mambo mengi. Wewe unataka kwenda kukaa ukweni? Hapana, sio kitu ambacho ninataka na, na wala sitamani hata siku moja kuishi na wakwe zao. Sitamani. Wewe unataka kuishi na nani? wakwe waishi kwao au sio? Ndio hivyo jamani, apo umeongea very klia na nami nakuunga mkono. Wakwe wakae kwao, wewe na mume wako mkae kwenu. Tena sio wewe uende kwenu ukajifungulie kwenu, wewe ukae na mumeo kwenu. Siwezi kumpa mzigo mzazi wangu. Habari ndio hiyo jamani, mmesikia. Mi nachopendea hichi kipindi ni kwamba kina kina story yani original, yani zile story ambazo yeah, ni OG yani zile sio za kubuma yani no, ni story zenyewe, watu wanakutana, wana nazo alafu wanatoa maoni yao live yani, eh, yeah, yeah. Sasa uzuri, unajua anategemea unaongelea wapi. Platform yetu ni platform ambayo mimi naita ni takatifu kwa sababu hii inajenga watu na ndio maana nyinyi hamjaja ya hapa tu kiburebure au kibahati mbaya, mnakuja kwa sababu mnatusikiliza, mnatuamini kutokana na yale mnayoyaona, na kwa sababu hatuna kona, ndio maana mnakuja nikasikiliza kama ya Rehema ikakubamba, ya nikaanza, ikabidi sasa nianze kuzifuatilia, nikajikuta nimekuwa nikifuatilia kupitia hiyo mmm, kwa basi, ndio hivyo, wakaa wanafosa sana, maana nilikuwa kipindi cha mwisho mwezi, kama miezi saba kwenye mimba, akaanza kubadilika sana. Makidi shwa alikuwa ni mtu mzuri, ana shida, lakini imefika miezi saba nini, akaanza kubadilika badilika, mimi nilikuwa ni kawaida tu, kwa nini wanaume nimeshaona watu wengi wakiwa waki na wana mimba wanaumezao na badilika na nini mpaka ikafika miezi tisa maki nimejifunga na miezi kumi nimejitiliza sana, nikaamua mimi niondoke, nikaama sent kwa kana, nikapanga sehemu nyingine, kwa sababu mimi na vitu vyangu na kila kitu changu nilikuwa ninaishi kwangu mm. -hmm. E, nikaamia sehemu nyingine nikapanga nifana kama mwenyewe na ndugu zangu mm. dada yangu dadangu na mama yangu pia akaja kwa ajili ya kunisimamia kujifungua. Mm. Kwa hiyo nimekaa kule mpaka nilipojifungua, hata nilipojifungua sikumwambia kweli. Ikabidi dadangu ndo akamwambia baada ya kama siku mbili, siku ngapi akamwambia. Ndio tunatoka hospitali kwenye pale wakalipa bili na nini. Bas kwa alitaka aishe, tukaongea kwa maisha, lakini mimi sikutaka tena kwenda kule ukweni, bali walilazimisha nitoke pale hospitali niende kule ukweni. Ni mi kwa sababu, yani, ni familia kidogo, Mama yake, ani tuseme tu kwamba wewe umeshamaliza pale mm -hmm, kwamba wakwe wakae kwao, wewe na mumeo mkae kwenu iishie hapo. Ikaanza sasa maneno hata yule mzazi mwenzangu alikataa mimi kwenda kule na wazazi wangu, na na ahudumii chochote, ngambia kama mhudumi, haina shida, itahudumia mwenyewe lakini wewe, si wewe na yeye mnaongea kwamba tuishi wawili? Alivyobadilika, wewe ulikuwa unamwambia sitaki kwenda ukweni. Mm, unataka kwenda wapi? Unavokaa mwenyewe mwenyewe. Kwa eh, sababu pia yeye ulikuwa ushatengana naye. Mambo yameshakuwa mengi, wazazi wangu kusema kwamba inabidi tu uende, enda tu ukasikilize ukakae, mtoto akishakuwa kidogo utarudi. Sawa sawa, nikaenda kule, nimefika kule nikaa, nilienda mwenyewe tu pale. Kuna mdada wa kazi nakwaga, na wadada wawili au mmoja ktapale kuna mdada mmoja lakini haukuwa kuna ule msaada kwamba labda hata kunisaidia kitu chochote na nini, yani mambo ndo akaanza sasa kuwa hivyo, kawa ananifanyia vitu vya ajabu kama unakuja tu, mambo ya wakwe. Kwahiyo mwisho ukashindwa ukafanyaje? Sasa mambo yalikuwa mengi sana, nikashindwa. Karudi kwako? Karudi, kwa sababu mimi kile chumba changu sikumpa mtu, nilimpa tu dada yangu na vitu vyangu vyote, akawa anaendelea kuishi yeye, nikaona. Kwa hiyo ulikaa muda gani? Nikaa kama mwaka na zaidi nikaa eh, mda mrefu kukaribia miezi ikaleta shida mtoto, niliondoka nikaenda kutumika. Hawataki utoke uende sehemu yoyote hata kwa ndugu hata wapi hatai labda kama ndo hospitali mtatoka hapo na gari, mtapelekwa, utazimishwa ndani. Basi ati tukie msiba sijui nini, amna kwenda sasa. Mimi nikamwambia nilikuwa nataka nende kule kwa dada yangu, nikasema sasa ni muda mrefu sana sijaonana na ndugu zangu na nini, na pia kama ndugu zangu hawezi kuja, sababu wale ni watu ambao wana maneno maneno sana. Anaweza ndugu yako akaje, kaondoka, kaambia ameiba, kafanya nini. Yani ni mtu ambaye ya hata ndugu zake wenyewe anawatreat

ma nimpeleke hospitali. Hapana, wewe mwache tu hivyo hivyo kawaida, si nini? Haya. Akasema kama ni huko sisi hatuwezi kugaramia basi ile kitu chochote, akasema haina shida. Sisi tukafanya tu ya kwetu ya kidogo hivyo hivyo basi nilivorudi wakaanza kusema, lakini tuzo alikuwa bado anaendelea kama na hali ya kuuma. Nilivorudi huku alikuwa amekaa tu sawa kidogo, kama siku ngapi akaanza kuuma tena upya. Wakasema kwamba huko ulikokwenda nimemlisha vitu vichafu mtoto mpaka kwa hiyo kao. Nikamwambia haiwezekani, sababu kitu ambacho anakula huku ndicho anachokula kule, na mtu ambaye anamhudumia huku ndo anayemhudumia kule, ni mimi mwenyewe. Wakaleta tu makereli na nini, tukaenda hospitali tuangalie hospitali yeyote hata ya serikali un... bia... ambayo ni hospitali nzuri na nini, yenye huduma nzuri. Basi tukakubaliana, ilikuwa ni siku ya siku ya Jumamosi, ndio kitu alichoniambia hicho. Kumbe walikuwa mfosi kwa sababu ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Kesho yake hiyo Jumapili walikuwa wanafutulisha watu, wameandika watu kwa ajili ya kuwafutulisha, wameandaa na kiki kwa kitu ambacho walifosi mtoto afanyie birthday hiyo Jumapili. Tukatoka hospitali mimi nikijua kwamba kesho tunampeleka mtoto hospitali nyingine, tumeomba ruhusa usiku sana kama mimi na saa mbili sasa, itabidi tuandike barua ya kuruhusiwa sisi wenyewe. Basi hospitali wakasema ni sawa, kama nyinyi wenyewe ndio mmekubali na maana hata kitu chochote sisi hatuhusiki. Kweli, tukarudi nyumbani. Tuliporudi nyumbani nikabidi nimwandalie mtoto chakula chochote. Nikamkorogea tu uji hapo kidogo ningeenda kumpa. Wakati naenda, maki pale nyumbani walivyokuwa wakiniletea kama chakula au nguo chafu nikiwapa wanazirudisha nyumbani, wanaweka vile vile vitu, wanaweka vile vile kwao, ni kurudi nyumbani kwa, nyumbani, unaweka vile vile. vitu, unaweka vile vile. Kwa ni mazingira mabaya sana. Wakati napika uji nika napanga panga vitu kidogo nini, baada ya hapo nikapeleka uji, nafika ni mama kaanza kumtukana eh? kwa nini umechelewa si nini? Nikamwambia muda mfupi utaka ni upike nini. Sasa mimi napika uji, sawa. nimepika uji, uji kwa ni huko nafanya vitu vingine mwingine nimpe kidogo alivyotulia usiku. Make nguu zilikuwa nyingi ambazo wanachukua tu hospitali, wanakuja wanazitupa tu majumbo ani na pale kuna dada, sio kwamba hamna, kuna dada, ila hatakai yanifanyie kitu chochote. Basi nikafanya vivyo, nikamaliza nikalala. Asubuhi tumeamka wenyewe, wakawa busy na mambo ya kufundisha, maana ni watu walikuwa ni wengi sana, wakaanda vitu hapo, watu wakapika, wakaja wakapika mpaka kwenye saa tisa hivi, mtoto hali kwa mbaya, yani anaumwa ile sana, hakuna mtu anejiari kila mtu kwa bizi na vitu vyake, eh? nika nikamchukua mtoto wangu mimi mwenyewe, nikaonda barabarani nikachukua bodaboda, nikampeleka hospitali. Nikampeleka hospitali akatimia, tukarudi nyumbani, nikapewa dawa. Basi nilivyorudi pale, kabla hata waulize mtoto anaendeleaje, wakafosi wamchukue mtoto akakate keki.